Opiyo Wandayi ametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za kinidhamu dhidi ya viongozi wa chama cha ODM ambao wamekuwa wakikosea heshima uongozi wa chama hicho hadharani. Wandayi akiwataka viongozi wa chama, akiwemo Katibu Mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna kuheshimu kanuni za chama na kiongozi wa chama hicho Daktari Oburu Oginga. Aidha, amesisitiza umuhimu wa kuharakisha mchakato wa kuandaa muungano wa kabla ya uchaguzi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 saidia chama kuweka disciplinary action kwa hawa hawa wengine ambao wanajaribu kuleta maneno mengi mengi. Lakini hiyo ombi ya hawa viongozi, ombi ya hawa MCS ya kwamba Dr. Tiende awe kwa hiyo kamiti, mimi naunga mkono vile vile. Yes. Dr. Tiende, Dr. Tiende asaidie Dr. Oburu Oginga na maarifa na mawaidha, si ndio? Ya kisheria. Sasa ile tunaunda ile coalition agreement ya pre-election. Tumpe Dr. Oburu Oginga nguvu na ruhusa at, a, aanzishe mazungumzo baina ya ODM na UDA kwa ajili ya kutengeneza pre-election coalition agreement, ili tukielekea kwa uchaguzi ujao tuelekee kama tuko movement kubwa zaidi ambayo itaweza ita kushinda hiyo uchaguzi asubuhi na mapema katika round 1. Sisi watu wa Siaya, sasa tunaongea kwa lugha moja, si ndio? Tunaongea na sauti moja, viongozi wa Siaya County ya kwamba tuko ndani ya Broadbased, na tunaendelea na mazungumzo ili tuunde muungano kubwa sana ya kuunda serikali ijayo.